Kampeni hii sio, sio ya lele mama na kila taarifa inayotoka inatakiwa ya ukweli. Ni kama mahakama iko katika eneo letu, kwa potezea watu muda kutoa taarifa za uongo ama za kusingizia, lakini taarifa za kweli zisimame kama za kweli. Waliokosa haki watapata haki kupitia kambi hii, walionyanyasika watapata haki yao kupitia kambi hii, waliodhulumiwa watapata haki kupitia kambi hii. Aidha, wananchi wote mjitokeze kwa wingi sana, kwa kutokana na mahitaji na huduma ambayo mtapenda mpate kupitia kambi hii, ili mweze kupata msaada wa kisheria wa bure na muda na huduma zingine za kisheria ambazo zitatolewa. Vinginevyo ingekuwa ni, ni ngumu sana kupata vyombo vyote katika eneo moja. Una shida ya hati, kamishna wa, wa ardhi yuko hapa wanasheria wako hapa, wizara iko hapa, mahakama iko hapa, watu wote, taasisi zote zinazohusika na haki ziko hapa. Kwa hivyo inasaidia sana kukusaidia upate haki yako. Changamoto kubwa zimejitokeza ni changamoto za ardhi. Ardhi imekuwa ni kilio kwenye maeneo mengi, lakini pia kuna masuala ya ndoa yenye migogoro na matunzo ya watoto. Maswala ya mirathi na yenyewe yamejitokeza kwa kiasi kikubwa kwa wananchi. Mheshimiwa Rais ameona ni jambo jema, badala ya wananchi kutufuata sisi serikali, huku tunawafata sisi katika maeneo yao, na hivyo basi tuombe sana wananchi wajitokeze.